gani ambayo pepo mchafu akiona katika nyumba iliyofagiwa, anaenda kuchukua pepo wengine saba na kuja kukaa katika hiyo nyumba. Nasoma maneno ya Bwana Yesu katika kitabu kile cha Luka sura ya 11 mstari wa 24. Bwana Yesu anasema ya kwamba pepo mchafu amtokapo mtu, hupita mahali pasipo maji, akitafuta mahali pa kupumzika, asipoona, husema nitarudia nyumba yangu iliyotoka. Hata afikapo, akaiona imefagiwa na kupambwa ndipo huenda akachukua pepo wengine saba walio waovu kuliko yeye mwenyewe wakaingia na kukaa humo, na mtu yule, hali yake ya mwisho huwa mbaya kuliko ya kwanza. Hayo ni maneno ya Bwana Yesu. Nasema kwamba mtu, pepo mchafu akimtoka mtu, anaenda kupita mahali pasipokuwa na maji, akitafuta mahali pa kukaa, lakini anasema kwamba akikosa mahali pa kukaa anarudi na kurudia na anarudi na kurudia ile nyumba aliyoitoka, na akikuta ile nyumba imefagiwa tena imepambwa, anasema kwamba anaenda kuchukua pepo wengine saba waliowaovu zaidi yake, halafu wanakuja kukaa katika hiyo nyumba. Na anasema hali ya huyo mtu, hali ya mwisho huyo mtu inakuwa mbaya kuliko hali yake ya kwanza. Sasa leo tunataka tufahamu kwamba ni mapambo gani haya ambayo huu pepo mchafu akija akikuta katika ile nyumba iliyofagiwa anaingia, anaenda kuchukua wengine, wanakuja kukaa katika hiyo nyumba. Je, pepo anapenda Mahali pasafi? Je, pepo anapenda nyumba iliyofagiwa na kupambwa? Hilo ndio swali ambalo unajiuliza katika siku ya leo. Kwa hiyo tukafahamu mapambo gani ambayo pepo au mapepo wakiona katika nyumba wanakuja kukaa katika hiyo nyumba wanakuja kukaa katika hiyo nyumba. Kwa hiyo awali ya yote kwanza tufahamu maana ya nyumba kibiblia, maana ya nyumba, nyumba inamaanisha nini kibiblia. Tunasoma neno la Mungu katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro, neno la Mungu nasema Nasoma kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro sura ya pili, tunasoma kuanzia mstari ule wa tatu. Anasema ikiwa mmeonja ya kwamba Bwana ni mwenye fadhili, mwendee yeye, jiwe lilo hai lilokataliwa na wanadamu, bali kwa Mungu ni teule lenye heshima. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mejengwa mwe nyumba ya roho, kwani mtakatifu mtoe dhabihu za roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Mstari wa tano anasema kwamba ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mejengwa mwe nyumba ya roho tumejengwa mwe nyumba ya roho sisi kama mawe yaliyo hai. Yesu Kristo ni jiwe kula pembeni, na sisi tuliomwamini Yesu Kristo pia ni mawe yaliyo hai, na anasema kwamba basi sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, nasema sisi ambao tumemwamini Yesu Kristo, sisi tulio mawe yaliyo hai, sisi tumejengwa tuwe nyumba ya Roho. Maanake tumejengwa tuwe nyumba ya Roho Mtakatifu, maanake kwamba miili yetu ni nyumba ya Roho Mtakatifu, miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Nasibitisha tena maneno hayo katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Korinto sura ya tatu na waraka wa kwanza wa Korinto sura ya sita tunasoma ule mstari wa 19 anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe. Anasema au hamjui ya kuwa mwili wenu yani miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. Kumbe miili yetu ni hekalu la Roho Mtakatifu, kumbe miili yetu, yetu ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo basi, kwa hiyo basi tunaona kwamba maana ya nyumba kibiblia, kumbe nyumba kibiblia ni miili yetu, kumbe nyumba kibiblia ni miili yetu. Na hapa sasa tunarudi katika swali letu ambalo nasema kwamba ni mapambo gani ambayo pepo mchafu akiona katika nyumba iliyofagiwa na kupambwa anaenda kuchukua pepo wengine saba walio waovu na kuja kukaa katika hiyo nyumba kumbe, a, nyumba inayosungumzia ambayo huyo pepo anakuja kurudia anasungumzia miili yetu, maanake anasungumzia mwili wa mtu ambaye ametolewa pepo na pepo hilo likaenda kutafuta mahali pa kukaa pa kupumzika, akikosa anakuja kurudia katika huo mwili, na anasema kwamba akikuta huo mwili au hiyo nyumba imepambwa na kufagiwa, naenda kuchukua pepo wengine wengine saba walioovu zaidi yake, anakuja kukaa katika hiyo nyumba ambao ndio mwili huo. Sasa tumefahamu kwamba kumbe hiyo nyumba ni miili yetu, hiyo nyumba ni mwili wetu. Sasa ni mapambo gani ambayo pepo huyo mchafu akiona katika miili yetu akiona katika mwili wako anakuja kwenda kuchukua, anaenda kuchukua pepo wengine saba na kuja kukaa ndani yako. Ni mapambo gani hayo? Mapambo ambayo mapepo akiona katika nyumba au katika mwili wa mtu ambaye ametolewa pepo, ni yale mapambo ambayo unasoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 3, ambapo neno la Mungu linasema. Kitabu cha waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 na mstari wa 3, anasema kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje yaani, kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Haa. Kwa hiyo hapa tunafahamu kwamba mapambo ambayo yanasungumziwa ambayo pepo mchafu akiona katika nyumba iliyofagiwa, anasungumzia mapambo yale ya nje, anasungumzia yale mapambo ya nje ambayo tunapamba, tunaweka katika miili yetu. Kumbe yale mapambo, mapambo yale ambayo tunaweka katika miili yetu, kumbe ndio mapambo ambayo pepo mchafu akija akakuta hiyo nyumba imepambwa au mwili umepambwa kwa mapambo hayo, hayo mapambo ya nje. Anavutiwa na mapambo hayo, anaenda kutafuta mapepo wengine saba, anakuja kukaa katika mwili wa huyo mtu. Kwa hiyo anasema kwamba mapambo hayo, anasema kujipamba kwenu kusiwe kwa nje, kujipamba kwetu sisi kusiwe kwa nje, mapambo yetu asio yale ya nje, kwa sababu yale mapambo ya nje ni, mapepo ni mapambo ya mapepo, ambao mapepo akiona yale mapambo yanakuja ya kwa katika huyo mtu. Anakuja kukaa katika huyo mtu na kama ulikuwa una pepo moja ukaondolewa na bado ukawa unaendelea kupamba, unaendelea, unaendelea kuwa na mapambo hayo, unaendelea kutia mapambo hayo katika mwili huo, na huyo pepo akienda akakurudia tena akija akakuta hayo mapambo, anaenda kuchukua mapepo mengine saba wanakuja kukaa katika mwili wako, na hali yako inakuwa hali yako ya mwisho inakuwa mbaya kuliko hali yako ya kwanza. Heri hata usingeondolewa hiyo pepo. Ni heri hata singeombewa na kuondolewa huyo pepo mmoja. Kwa hiyo ni mapambo yale ya nje ambayo anasema pamoja na kusuka nywele. Kwa hiyo kusuka nywele ni pambo la nje. Aa, na pia anasema kujitia dhahabu. Dhahabu inayozungumziwa hapo maana yake ni pamoja na mabangili na mahereni ambayo tunaweka katika miili yetu. Lakini pia anasema na kuvalia mavazi. Kuvalia mavazi, kuvalia mavazi kunazo so, kunazozungumziwa so hapa, sio kuvaa mavazi. Kuna tofauti kati ya kuvaa mavazi na kuvalia mavazi. Kuvalia mavazi maana yake ni kuvaa mavazi kwa lengo la ku, kwa lengo fulani kuvaa mavazi kwa lengo la kuonekana au kutamanisha watu aina fulani. Kwa hiyo ukivaa vazi lolote kwa sababu ya kutamanisha watu wengine wakuone, maana yake umevalia mavazi, hujavaa mavazi. Kwa hiyo ukivaa mwanamke suruali, fahamu kwamba hapo hujavaa mavazi, umemvalia mtu mavazi. Umevaa hilo umevaa suruali kwa sababu watu wengine wanaume wakutamani, wazini na wewe. Kwa hiyo umewavalia watu mavazi, na hata kijana ukivaa suruali ambalo linakubana modo umewavalia uh, mabinti na wadada na wanawake umewavalia mavazi, waone wakutamani, wazini na wewe au waje kwako kwa uzini naye. Kwa hiyo umevalia mavazi. Mwanamke ukivaa vimini, ukipaka, ukivaa kaptula, umevalia mavazi, ujavaa mavazi. Kijana ukivaa milegezo, umevalia mavazi, ujavaa mavazi. Ukivaa modo, umevalia mavazi, ujavaa mavazi. Wewe binti, ukivaa vazi ambalo linachora maungo yako linabana mwili wako, hapo ujavaa mavazi, umevalia mavazi watu wengine watamani wakutamani au wengine wakusifie. Ukivaa vazi ambalo linawa, linaacha maziwa yako wazi, umevalia mavazi watu wengine waone wakutamani. Ukivaa vazi ambalo linaacha sehemu zako katika mwili wako linaacha wazi, linaonyesha sehemu ambazo hasipazi kuonekana, umevalia mavazi watu wengine waone wakutamani na wewe, au kwa lengo fulani ambalo wewe mwenyewe unalijua. Kwa hiyo lakini tunaambiwa kwamba kupamba mwili ni pamoja na kuvalia mavazi. Kwa hiyo kuvalia mavazi ni pambo ambalo hayo ni mapambo ya nje. Hayo ni mapambo ambayo mapepo au pepo yakija akiona akikuta umevalia mavazi au umesuka. Umesuka kwa namna yoyote nywele zako umesuka au umeweka wigi, umeweka nywele bantia au umeweka rangi au umepamba au umepamba kichwa chako kama vile Yezebeli kaaba yule, ambaye tunamsoma katika Biblia, ambaye alikuwa anapamba kichwa, ambaye alikuwa anapamba kichwa. Katika kitabu kile cha Wafalme wa Pili sura ya 9 mstari wa 30 tunasoma Yezebeli alivyomwona Yehu, alienda akajipamba kichwa chake, akatia uwanja katika macho yake, akapamba mwili wake kwa mapambo ya makaaba mapambo, mapambo ya mapepo aka, ili Yehu akija afutiwe na yale mapambo avutiwe na huo uh, mwonekano. Kwa hiyo fahamu ya kwamba mwonekano ambao mapepo yana, yanapendea mwonekano ambao unavutia mapepo katika mwili wa mtu ni pamoja na mapambo, mapambo yale ya nje, pamoja na kusuka nywele yote, pamoja na kuweka dhahabu uh, katika masikio yako, pete za masikioni, hereni katika masikio yako pamoja na kuweka bangili katika masikio yako, pamoja na kuweka hizo vipini katika pua zako, pamoja na kuchora uh, rangi yote na kuweka katika mwili wako, kuchora na kuweka alama katika mwili wako matatu katika, uh, katika mwili wako, pamoja na kupaka kucha rangi, paka rangi kucha na kuweka uh, kucha bantia, hizo zote ni mapambo ya nje. Haya yote ni mapambo ya nje, kutia wanja katika uh, macho yako, kutia makeups katika uso wako. Kufa kupamba lolote la nje ambapo watu wa kidunia wanadipo, wanapamba katika miili yao. Kwa hiyo wewe mwanamke, wewe kijana, wewe uliyeokoka, fahamu kwamba mapambo ambayo unaweka katika mwili wako, fahamu ya kwamba hayo mapambo ni mapambo ambayo mapepo yakiyaona yanakuja kukaa katika mwili wako. Na hata sasa, iwapo kama una mapambo hayo katika mwili wako, fahamu ya kwamba tayari wewe mwili wako ni nyumba ya mapepo kwa sababu, kwa sababu mapepo yanatafuta nyumba iliyopambwa kwa mapambo ya namna hiyo. Kwa hiyo ni kama ulikuwa ujui, ndugu yangu, fahamu ya kwamba leo umepata kujua kwamba kumbe mapambo ambayo umeapamba katika mwili wako, kumbe hayo mapambo ambayo umepaka katika mwili wako, kumbe ni mapambo ya Ibilisi, kumbe ni mapambo ya mapepo ambayo anachochea mapepo kuja kukaa ndani yako, anachochea mapepo kuja kuingia ndani yako kama umeombewa alafu bado ukawa na mapambo hayo pamya kwa kwamba hayo mapepo kadi unavyoendelea kuombewa na bado unaendelea kuwa na mapambo, ndivyo unavyozidi kuzidishia, kuzidishia wingi hesabu ya mapepo ndani yako. Ya mapepo yanatafuta ya mahali pakukaa, na anatafuta iliyofagiliwa na kupambwa, kupambwa kwa mapambo ya nje. Bila anasema kujipamba kwetu kusiwee kujipamba kwa nje, yani pamoja na kusuka nywele pamoja na kujitia dhahabu mahereni pamoja na mapambo ya aina yoyote kuweka katika mwili wako. Hayo sio mapambo ya kimungu, hawa ni mapambo ya kipepo. Kwa hiyo mapambo ya kimungu ni yapi? Mapambo ya kimungu ni yapi? Mapambo ya kimungu tunasema, tunaendelea mstari wa nne katika kitabu cha waraka kwanza Petro, sura ya tatu tunaendelea mstari wa nne Mapambo ya kimungu ni yapi? Anasema, bali kuwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo ya dhamani kuu mbele za Mungu. O mapambo ya Mungu. Kwa hiyo mapambo ya Mungu ni kwanza ni, ni utu wa moyoni usioonekana. Maana yake ni utu wa moyoni, tabia za rohoni, tunda la Roho Mtakatifu, anasema ni upendo, katika kitabu cha Galatia sura ya tano mstari wa 22. Upendo, amani, uvumilivu, furaha, utu wema, fadhili, kiasi. Anasema kwamba hayo ndio mapambo ya mtu aliokoka. Hayo mapambo ni mapambo ambayo anasema kwamba hawezi kuharibika, mapambo yasiyokuwa na yasiyoweza kuharibika anasema ni mapambo yasiyoharibika ya, anasema ni roho, roho ya upole, roho ya upole, utulivu, utu wema, fadhili. Maanake hayo ndio mapambo ambayo ukipamba, ukiwa nayo hayo mapambo, yanavutia Roho Mtakatifu ya akae ndani yako. Kumbuka ya kwamba mwili wako ni nyumba ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo hiyo nyumba unapaswa kupamba kwa mapambo ya Roho Mtakatifu, ambapo mapambo ya Roho Mtakatifu ni pamoja na upole pamoja na kiasi, utu wema, fadhili, uaminifu, utakatifu pamoja hayo ndio mapambo ya Roho Mtakatifu. Na anasema tena katika kitabu cha Timotheo, waraka wa kwanza Timotheo sura ya 2 mstari wa tisa anasema vivyo hivyo, wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri na kuwa na moyo na kuwa na moyo wa kiasi na kuwa na adabu. Kwa hiyo kumbe, kwa hiyo kumbe mavazi ya kujistiri pia ni mapambo. Kwa hiyo mapambo ya Roho Mtakatifu ni pamoja pia na mavazi ya kujistiri. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri. Kwa hiyo ukivaa vazi la kujistiri e, mwanamke, ukivaa gauni lako ambalo linakunika mwili wako vizuri Ukivaa sketi yako ambayo inafunika mpaka chini kabisa, ambayo haibani, haionyeshi maumbile yako, hiyo ni pambo la Roho Mtakatifu. Ukivaa vazi lolote ambalo linakaa na kufunika na kustiri mwili wako, hayo ni mapambo ya Kimungu, hiyo ni pambo la Roho Mtakatifu, hilo ni pambo. Kwa hiyo unapaswa kujipamba kwa mavazi ya kujistiri, unapaswa kujipamba kwa mavazi, kwa tabia za rohoni, kwa upole, unyenyekevu, utiivu, uaminifu, kiasi, fadhili napaswa kujipamba kwa mapambo hayo, maanake unapaswa kutafuta utakatifu wa ndani wa moyo, moyo safi, na pia kujiweka mwili katika hali ya mweneka, hali ya kujistiri, hali ya kujistiri pasipo kutia mapambo mengine ya kidunia, pasipo kutia au kubadilisha chochote, kujibadilisha ngozi yako, kujibadilisha rangi ya kucheza zako, kubadilisha nywele zako, kuweka mapambo mengine ya nje. Yale mapambo ya nje ni mapambo ya ibilisi, ni mapambo ya mapepo ambao mapepo yanafurahia na anavutiwa na mapambo hayo. Kwa hiyo leo ondoa mapambo hayo kama unao mapambo katika mwili wako. Kwa sababu wakati ambao unaendelea kupamba mwili wako namna hiyo ndivyo unavyozidi kujizidishia hesabu ya mapepo katika mwili wako. Ndio maana kama una mapambo kama hayo katika mwili wako bado shetani ana bado shetani anakutumia. Bado unaendelea kutumikishwa na ibilisi. Unalala usiku unaota ndoto za ibilisi, unaingiliwa. Unalala usiku unakimbizwa una, unafuatiliwa na mapepo. Mapepo wanakutumiki, wanakutumiki, wanakutumikisha. Wanakutumikisha kwa sababu gani? Kwa sababu mwili wako ni nyumba yao, kwa sababu umepamba kwa mapambo yao mapambo yao, mapambo umepamba kwa mapambo yao, ndio maana ibilisi anaendelea kuharibu maisha yako na hawezi kupona mpaka uweze kuondoa, ufanye maamuzi ya kubadilika, kuamua kuondoa mapambo ya ibilisi. Ndivyo ambavyo unaweza kufunguliwa. Haijalisha kwamba utaenda kwa hiyo usi, usitafute, using'ang'ane, usi kutafuta kuombewa kufunguliwa katika vifungo vya giza fahamu ya kwamba kifungo hicho, ili uweze kufunguliwa katika kifungo chochote ambacho ibilisi amekufunga na anakutumikisha, sio kutafuta kuombewa kwa manabii huu na kwa watumishi, sio kutembea kuangaika kutafuta kuombewa kwa maombi mengi, ni wewe kuamua kuondoa mapambo ya ibilisi kwa sababu hata ukiombewa hayo mapepo ndivyo ambavyo anavyojizidisha ndani yako, kwa sababu kama ulikuwa na pepo moja, ukiombewa hilo pepo likitoka, akienda akizunguka, akikurudia tena, akikuta bado una mapambo katika mwili wako, anaenda kutafuta mapepo wengine saba. Kwa hiyo ni heri hata usingeombea. Kwa hiyo kama unahitaji kufunguliwa kabisa, kuwa huru, kuwekwa huru, ni kuamua kuji, kuachana na mapambo ya kidunia, mapambo ya nje, kuamua kuweka mwili wako katika hali ya usafi na hali ya kujistiri kuamua kutafuta utakatifu wa ndani wa moyo na kutafuta kuishi mapenzi ya Mungu, ambapo ni pamoja na kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Kwa hiyo amua leo, wachana, kujitenga na ulimwengu, wachana na mambo ya kidunia. Kama unasema kwamba umeokoka na unamfuata Kristo, lakini kama unaendelea kupenda dunia, unaendelea kupenda dunia, unaendelea kutumikishwa na mapepo unaendelea kufurahia ulimwengu. Fahamu ndugu yangu ya kwamba ukiendelea kuishi katika maisha ya kupenda dunia na kufurahia dunia na kukataa injili ya Kristo na kukataa kuliishi neno la Mungu, fahamu kwamba Ibilisi ambaye amekushahukumiwa, amekushahukumiwa kuangamizwa katika ziwa la moto, na wale wote ambao wanafuata na ku, kukubaliana naye wote wataenda kuhukumiwa katika hilo ziwa la moto kwa sababu vile nasema kwamba Biblia inasema kitabu cha Yakobo sura ya 4, anasema enyi wasinzi, mjue kuwa kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo ukiwa rafiki wa dunia, ukiwa rafiki wa mapambo ya kidunia, ukiwa rafiki na mambo yote ya kidunia, mitindo na fashion za kidunia, uvaji wa kidunia, eh, mapambo ya ulimwengu, mapambo hayo ya kipepo, ukiwa rafiki na mapambo hayo, maana yake tayari unakuwa adui wa Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, ni heri leo waamue kugeuka kutubu kwa kumaanisha kutubu kabisa kwa kumaanisha kujitenga na ulimwengu, kuondoa mapambo yote na mavazi yote yasiyo na utukufu mbele za Mungu, na, ku, na kuachana mambo yote yanayomchukiza Mungu, mambo yote yanayomchukiza Mungu, na kuishi kama Mungu alivyokuumba, na kuishi sawasawa na neno la Mungu, na kuishi sawasawa na njia ya utakatifu, na kuishi sawasawa na Ukristo. Hi, hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukawa umeokoka. Lakini kama unasikia maneno hayo na bado unaendelea kufanya mwoko kwa mguu na kupinga na kukataa kubadilika na kukataa kuachana na mapambo na kuendelea kupinga huku ukisema kwamba Mungu anaangalia roho, angalii mwili. Kama unaendelea kupinga na kukubaliana na mapambo ya ibilisi na kukubaliana na udanganyifu wa ibilisi na kukubaliana na mambo ya yote ya ibilisi na kukubaliana na elimu ya ibilisi na kukataa na kukataa ukweli wa neno la Mungu, kama unapinga, kama unaendelea kupinga hayo, unaendelea kupinga hayo fa na bado unasema umeokoka, unasema umesema kwamba umeokoka na wewe ni Mkristo na unampenda Kristo, fahamu ndugu yangu kwamba fahamu kwamba utakuwa unajidanganya mwenyewe, kwa sababu waliompenda Kristo na wanaompenda Kristo wakisikia injili ya kweli, wakisikia maneno ya kweli, wanaamua kubadilika, wanaamua kutubu. Kwa hiyo uenda ulikuwa unapamba mwili wako kwa sababu ulikuwa unajua, lakini leo kama umejua ukweli ya kwamba mapambo hayo sio ya Mungu, mapambo hayo yampendezi Mungu mapambo hayo ni mapambo ambayo ni ya mapepo Kama umeamua kama unampenda Mungu kweli, unampenda Kristo kweli, maanake utaenda kubalika, utaenda kutubu na kuachana na mapambo hayo. Lakini kama umpendi Mungu, utaendelea kupinga, utaendelea kupamba mwili wako na kusema kwamba Mungu ananipenda, Mungu angalii mwili anaangalia roho yangu. Utaendelea kupinga maandiko, utaendelea kupinga ukweli wa Mungu, kwa sababu bilisi mwenyewe ni mpingamizi. Bilisi tafsiri yake maanake pia ni mpingamizi. kwa hiyo Sikubali kuendelea kuwa mpingamizi. Amua kukana nafsi yako, amua kukana nafsi yako, amua kuonekana mjinga katika ulimwengu, lakini unaenda katika ufalme wa Mungu, kuliko kuonekana unaenda na wakati, unaenda na wakati, kuonekana kwamba wewe ni wa kisasa, unajiremba kuonekana na wanadamu na kusifiwa na wanadamu, lakini mwisho wako unaenda kupotea milele. Itakufaidia nini kama umependeza leo umepamba mwili wako na watu wakakusifia na wakakwambia kwamba unaenda na wakati, lakini mwisho wako ukaenda kupotea milele haitakufaidia kitu. Ni heri uonekane mjinga, lakini unaenda katika ile mbingu mpya na nchi mpya, na Bwana Yesu neema yake ikakusaidia ili uweze kufumbua macho. Na kujua na kupokea huu kweli ambao unasikia ujumbe ambao unakufikia kama naishi katika siku za mwisho, na parapanda imekaribia kurudi. Kristo ipo langoni anabisha wakati wote, parapanda italia na watakatifu watanyakuliwa na kuepusha na hukumu ya Mungu ambayo inashuka hapa duniani. Hivyo basi amua leo kutafuta kuingia katika njia ya utakatifu, njia ya kweli, kuamua kuishi neno la Mungu, kuamua kumuishia Kristo katika moyo wako wote na mwili wako wote, kutoa kwa Kristo na kuweza kuishi maisha yanayompendeza Kristo na Mungu akubariki. Shalom.